And of course, kipi kifanyike, huenda ndo swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza hususan washabiki wa muziki lakini pia wanamuziki wa huo muziki ambao wenyewe wamekuwa wakiufanya. Moja kati ya stori ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii lakini pia ni stori ambayo inagusa jamii katika namna moja ama nyingine, kwa asilimia kubwa, ni hili ambalo linaendelea. Tunafahamu kwamba mwezi wa kumi na mbili ni mwezi ambao kumekuwa na sikukuu ambazo zimejipanga. Kunakuwa na Krismas tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili, lakini pia tarehe ishirini na sita waga ni sikukuu ambayo inafahamika kwa jina la Boxing Day bana usio, nika mapumziko fulani hivyo, watu waga wana enjoy wanacelebrate na familia zao. Lakini pia tarehe moja mwezi wa kwanza waga ni mwaka mpya, so kuanzia tarehe ishirini na tano huaga ni tarehe fulani hivi ambazo zimechangamka hususa, wasanii wanapataga nafasi ya kwenda kuperform katika viwanja mbalimbali mikoa mbali mbalimbali, lakini pia majiji mbalimbali mbali kutokea hapa nyumbani Tanzania, na wengine wanapataga bahati ya kwenda paka nje mipaka ya Tanzania kuweza kukusanya maokoto. Ipo ile kauli ambayo inasema Januari ni mwezi fulani hivyo wa njaa sana yani, lakini kwa wasanii huaga ni vaisi vesa toka zamani bana usio, kwa sababu wasanii wenyewe inageukaga mwezi wa kwanza kuwa ni mwezi fulani hivi ambao wenyewe wanakuwaga na, na maukoto ya kutosha sana. Sasa kitu ambacho kimekuja kutengeleza uh, picha tofauti mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni kwamba wasanii wamekuwa na uhaba wa kutangaza zile shows ambazo zimezoeleka kwa miaka ya nyuma kwamba waga zinafanyika. Oh my god, imekuwa ni moja kati ya situation ambayo inawaumiza wale wasanii ambao nazungumzia artist, wale wasanii ambao wanajua nini maana ya shows nini maana ya kukutana na eh, mashabiki zao kuweza kuambia bwana, mwaka umeisha, tulifanya moja mbili tatu, mwakani tutakuwa na ABCD. Uwaga, ni wakati mzuri sana kwa wasanii kuweza kuintroduce baadhi ya ngoma zao ambazo huamini kwamba mwakani zinaweza zikaachiwa project zikawa kubwa, so ni kama listening flani hivi ya ngoma ambazo zipo uwaga wanazungumzaga, lakini pia ni shows ambazo zinaongezeaga thamani kubwa sana eh, wanamziki kwa sababu baada ya hapo waga, unaonaga kuna endorsement nyingi sana zinafunguka, watu wanaweza kupata madeals kulingana na uh, kampuni mbalimbali au taasisi mbalimbali kuamini kwamba huyu msanii huenda akawa na influence kubwa katika jamii ya watu fulani bana, usio so kinachoendelea Tanzania ni sasa hivi kwamba kumekuwa na mgawanyiko mkubwa sana baina ya washabiki lakini pia wasanii. Washabiki wanadai kwamba wasanii wamekuwa wakiwatumia wao kuwanufaisha tu, lakini wasanii wameshindwa kupeleka zile kero au malalamiko ambayo wenyewe wanataka wasanii waweze kuyazungumza kulingana na jamii ambayo inawazunguka bana. Of course sio wasanii wote wanaimba mziki ambao, uh, unawakilisha kero, lakini kwa namna moja ama nyingine, kutumia mitandao ya kijamii kuweza kukemea, lakini pia kuzungumza vile vitu ambavyo uh, wananchi wanakuwa wanaviona kwamba ok, vinafaa kuzungumzwa mbele ya jamii, kitu ambacho wasanii uh, wameonekana kwamba na wenyewe kukaa kimya na kuendelea na maisha yao na utaratibu wao wa kawaida. Hakuna sehemu yoyote ambayo uh, tumeona video ya msanii anagombana na, na uh, mshabia, shabiki yake, of course kwa namna moja ama nyingine, labda kisa muziki ama kisa kitu fulani uh, kwamba huyu ajatokea kwenye show, huyu ajawa hivi, hakuna ugomvi mkubwa ni huu hapo tu, lakini sasa huu ugomvi umezua uh, taharuki kubwa sana kwa sababu umeonekana kuja kuaffect kwa namna moja ama nyingine maisha ya wasanii yani, kwa kupiga hesabu tu, uh, namba za uh, wasanii zimekuwa ndogo sana katika platform mbalimbali. Komenti ambazo zimekuwa zikikomentiwa uh, na mashabiki kwenye kurasa mbalimbali za wasanii zimekuwa ni za tofauti kabisa, tofauti na zamani, kana kwamba hata kuna baadhi ya uh, kampuni, lakini pia maduka, watu ambao wanafanya biashara wameshindwa kabisa kuweza kuwapa deals wasanii kwa kuamini kwamba wamekosa ule mvuto ambao waliokuwa nao hapo nyuma, kwamba huyu jamaa nikimpa bidhaa yangu aitangaze, basi komenti zitakuwa nyingi sana za kuweza kuulizia hiyo bidhaa inapatikana wapi, na hiyo bidhaa mtu unaweza ukaitumia kwa muda gani ikaleta mabadiliko chanya kwenye mwili wangu au kwenye maisha yangu bana, kulingana na bidhaa yoyote ambayo msanii uh, anakuwa anaitangaza, lakini kwa sasa hivi imeonekana kama ni tofauti, kwa sababu uh, wawekezaji pia wameona, mm, mm, hebu moja tuwache kwanza, wamajamaa wamalize huu mgogoro wao kabla ya kuanza kuwapa deals hizi za kufanya matangazo. Of course, tunaona sasa hivi struggling ambavyo imekuwa katika muziki, namba zimepungua sana, lakini pia uh, uhasama umezidi kuchochewa kila kukiitwa leo hakuna show zozote ambazo zinaendelea. Nandi pekee nimemwona ameshusha mkeka kwamba atakuwa na show kipande cha Mwanza, lakini pia A Town, na maneno ambayo amekutana nayo kwa kwenye comment baada ya kuweza kuthibitisha kwamba anataka afunge mwaka na shows mbalimbali yamekuwa ni tofauti tofauti. So maswali yamekuwa ni mengi sana, ni kipi kifanyike au ni kitu gani ambacho unahisi kwamba kikizungumzika au kikiweko vizuri, huenda hii yari inaweza ikarudi kama ambavyo ilivyokuwa zamani. Embu acha maoni yako hapo chini, tuambie eh, ni kitu gani ambacho unahisi kifanyike? Kosa lilikuwa wapi? Na kama kosa lilikuwa ni hapo, lazima liwe na jawabu sasa. Jawabu liko wapi? Embu acha maoni yako hapo chini, tutaheshimu sana, na huenda hata wasanii pia wakayaona na wakasema banae, sasa hapa, kumbe hao wamezungumza abcd kipi kifanyike? ni hamuutaki mziki moja kwa moja, tugundue kitu kingine, ama hamuataki wasanii waje, wasanii uh, wasani wengine, acha komenti yako po chini, ban, bonyeza alama subscribe. Stori zipo nyingi sana za kupiga mimi na wewe, kwa sababu sisi ni familia, njo tuinjoi kwa pamoja. Mawazo yako huenda akawafungua watu wengine ubongo, ban, dondosha komenti yako po chini, bachao.